Karibuni katika makala hii inayozungumzia maadui wakuu watatu dhidi ya ajenda ya No Reform No Election ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo chadema Lakini kabla ya kuwataja maadui hao, nitumie fursa hii kuwashukuru nyote mnayotembelea channel hii, niwakaribishe wale ambao mnatembelea kwa mara ya kwanza. Endapo hujafanya hivyo na ikikupendeza unaweza kusubscribe, lakini pia unaweza kuweka notification on ili kila video mpya itakapowekwa hapa uweze kufahamishwa. Kadhalika, licha ya habari hizi za siasa, channel hii ambayo sasa inafahamika kwa jina la Jasusi TV pia ina habari za intelijensia, habari za kitaifa na kimataifa, chambuzi, matukio na pia kuna kozi hapa. Kwa hiyo unapotembelea channel hii, licha ya kuhabarika, pia unapata fursa ya kuelimika. Baada ya utangulizi huo, nielekee sasa kwenye mada husika ambayo ni kuwataja maadui wakuu watatu dhidi ya ajenda ya no reform, no election ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Maadui ni wengi, lakini hawa watatu ndio wa msingi. Hata hivyo, kabla ya kuwataja, ningependa kutanabaisha vitu viwili. Cha kwanza ni historia fupi iliyopelekea haja ya hii no reform no election. Maelezo ni marefu, lakini mimi nimeyafupisha kwa dakika chache nitaweza kueleza nini hasa kilichopelekea hii ajenda ya no reform no election, kwa maelezo rahisi kwamba tangu kuanza kwa mfumo wa vyama vingi mwaka 1992 chaguzi zote zilizofanyika wakati huo na huu uchaguzi unaotarajiwa kufanyika baadaye mwaka huu, chaguzi hizo zimekuwa hazitoi fursa sawa kwa vyama vya upinzani. Kwa hiyo kwa, kwa upande mmoja, hazitoi fursa sawa kwa vyama vya upinzani lakini kwa upande wa pili vinatoa upendeleo kwa sisi ya chama tawala. Kwa hiyo mazingira ni ya kukandamiza vyama vya upinzani, lakini wakati huo kupendelea chama tawala. Kwa hiyo kwa kifupi kabisa, ajenda ya no reform, no election inalenga kubadilisha mkwamo huu wa kidemokrasia ambao umetawala tangu mwaka 1992 ulipoanzishwa mfumo wa vyama vingi. Uchaguzi wa kwanza wa mwaka 1995 vyama vya upinzani vilikandamizwa. Uchaguzi uliofuata na mingine hali ilikuwa ni hivyo hivyo, CCM imebebwa, wapinzani wamekandamizwa. Hata hivyo hali ilikuwa mbaya zaidi katika uchaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini, uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili na ishirini, lakini pia kabla ya uchaguzi mkuu a elfu mbili na ishirini uchaguzi wa serikali za mitaa wa elfu mbili na kumi na tisa hali pia ilikuwa mbaya, ambapo uonevu dhidi ya vyama vya upinzani ulifanyika bayana. Yani kwamba huko nyuma kulikuwa kama kuna aibu fulani, yani ile mtu anakufanyia ubaya, lakini anaona aibu, kwa hiyo hafanyi hadharani. Kura zinaibiwa, uh, vyama vinakandamizwa, lakini sio hadharani. Lakini elfu mbili na kumi na tisa kwenye serikali za mitaa na elfu mbili na ishirini kwenye uchaguzi mkuu ilikuwa ni rafu za wazi wazi, yani ile bila aibu. Kwa hiyo kutokana na hayo na kwa kuzingatia kilichojiri mwaka jana kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kiliona kwamba hakuna umuhimu wa kuendelea kushiriki katika chaguzi ambazo mshindi anajulikana kabla, yani kama vile mpira, mechi kabla haijachezwa tayari mshindi ashafahamika. Kwa sababu katika mazingira ya kawaida unaweza kukaa hapa ukatabiri matokeo ya uchaguzi utakaofanyika Oktoba kama utafanyika, kwamba CCM watashinda. Unaweza kubashiri wabunge gani watakaorudi kwenye bunge hilo, kwa sababu mazingira yanawatetea, yanawapendelea CCM. Kwa hiyo, Chadema imeona umuhimu wa kutafuta suluhisho la mkwamo huo, na suluhisho hilo ni kwa kushinikiza mabadiliko ya sheria, taratibu na kanuni za uchaguzi, na kama hayataweze, kama mamlaka husika haitofanya hivyo basi chama hicho kina lengo la kuhamasisha kushinikiza uchaguzi usifanyike. Kwa hiyo ndio hiyo No Reform, yani kusipokuwa na mabadiliko katika sheria, taratibu na kanuni za uchaguzi, no election, maana yake ya kutokuwa uchaguzi. Kwa hiyo huo ni ufafanuzi mfupi wa hiyo ajenda ya No Reform No Election. Jambo la pili nilotaka kulifafanua ni porojo ambazo zimekuwa zikisambaa kwamba ajenda ya No Reform No Election imeletwa na uongozi wa Mheshimiwa Tundu Lissu ulioingia madarakani Januari 21 na mwezi wa kwanza mwaka huu 2025. Hili si kweli. Ajenda ya No Reform No Election ilikubaliwa na Chadema chini ya uongozi wa Mheshimiwa Mbowe. Kuna kikao kilifanyika tarehe mbili mpaka tatu Disemba mwaka jana. Na baada ya kikao hicho Mheshimiwa Mbowe akiwa pamoja na Mheshimiwa Lissu na viongozi wengine wa Chadema waliongea na waandishi wa habari na kueleza msimamo huo wa no reform, no election. Na kilichofanyika baada katika vikao vya uchaguzi, ajenda hii ilidhinishwa ili na inaendelea kufanywa kazi. Kwa hiyo taarifa kwamba hii ni ajenda aliyokuja nayo mheshimiwa Lissu inalenga tu ku, kama kuigawanya Chadema, kwamba huko nyuma ilikuwa na msimamo tofauti na msimamo uliopo hivi sasa aa. Kwa hiyo hili lilikuwa linapaswa, kwa sababu nimeona mwandishi mmoja mwandamizi akilaumu Chadema kwamba akiulaumu aki aki uongozi wa Mheshimiwa Lissu kwamba umekuja na ajenda ambayo haiwezekaniki, mpya na vitu kama hivi. Kwa hiyo kuna, kuna upotoshaji wa aina hiyo. Baada ya kusema hayo, niende sasa kwenye hao kuwataja hao maadui watatu, lakini tofauti na mitizamo au chambuzi au maelezo ambayo mara nyingi yanatolewa na wachambuzi mbalimbali wa Kitanzania ni wepesi mara nyingi kwa kutaja vitu kama ni maadui wa kitu fulani au matatizo ya kitu fulani, ila huwa wanaishia njiani katika kutoa ushauri nini kifanyike. Katika makala hii nitajitahidi kutoa ushauri nini Chadema anaweza kufanya kukabiliana na hawa maadui watatu. Sasa tuanze na maadui wa hawa watatu. Nianze na wa kwa wa tatu, wa pili, wa adui watatu. Kwa hiyo tutashuka kutoka wa tatu, wa pili mpaka wa kwanza. Adui watatu yupo ndani ya Chadema. Adui huyu ni kundi la wanachadema ambao wamekataa kata kata kukubali kwamba chama hicho sasa kina uongozi mpya na uongozi huo uko chini ya mheshimiwa Tundu Lissu. Hawa ni wafuasi wa aliyekuwa mwenyekiti wa chama hicho mheshimiwa Freeman Mbowe ambaye alishindwa kwenye uchaguzi hapo Januari ishirini na moja mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano. Wamekataa kukubali kwamba chama kiko na uongozi mpya sasa endapo wamekataa kwa sababu walikuwa wanampenda sana mheshimiwa Mbowe au kwa sababu walikuwa hawampendi mheshimiwa Lissu. Na mnakumbuka kampeni jinsi zilivyokuwa, maneno machafu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu ilikuwa bayana kwamba endapo yule wanamuunga mkono wasiposhinda, hawawezi kuwa na amani na huyo atakayeshinda, lakini pia inafahamika kwamba kampeni hizo za kinyang'anyiro cha kuwania mwenyekiti wa, mwenyekiti wa Chadema zilitawaliwa na matumizi ya rushwa, na rushwa hiyo ilikuwa kwa upande mmoja ya kumwezesha mheshimiwa Mbowe ashinde, lakini upande wa pili kumfanya mheshimiwa Lissu ashindwe. Kwa bahati mbaya kwao, haikuwa hivyo. Kwa hiyo yayumkinika kuhisi kwamba hao wanufaika wa hizo zinazoitwa pesa za Abduli bado wana jukumu na wengine wanapaswa kuzitapika, na kuzitapika maana yake ni kwamba waendeleze hujuma kwa sababu Um, kazi waliotumwa kufanya haijakamilika. Kwa hiyo hawa ni maadui um, nimesema maadui wako watatu kwa maana sio watu watatu, actually ni makundi matatu ya maadui. Kwa hili ni kundi la kwanza ambalo liko ndani ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Kama nilivyosema awali, licha ya kuwataja nitatoa na ushauri nini kifanyike, na ushauri wenyewe ni mwepesi. Chadema wanawajibika kuwaweka hadharani watu hawa wakati mwingine njia ya kujenga umoja ni kuambiana ukweli, na wakati mwingine ukweli mzuri unawekwa hadharani, kwa sababu kama mnavyokumbuka, moja ya ajenda zilizotawala wakati wa kampeni za uchaguzi dhidi ya mheshimiwa Lisu ni kwamba mbona alikuwa akifahamu haya maovu ambayo anayazungumzia sasa hivi, lakini alikaa kimya. Kwa hiyo Chadema wasilirudie kosa hili. Kama kuna watu wanafanya chokochoko, wanawafahamu, wanapaswa kuwekwa hadharani. Na juzi majuzi hapa Kada mmoja maarufu wa chama hicho anaitwa dada yangu anaitwa Hilda Newton alisema kwamba siku hiyo ndio amekuja kubaini kwamba kuna watu wako ndani ya Chadema lakini huwezi kuwatofautisha na watu wa sisi na mimi, nikamjibu ilikuwa kwenye mtandao wa kijamii wa Twitter, huko X, nikamwambia, nikamshauri dada yangu kwamba kama wao wana uwezo wa kuwahujumu pengine hadharani, kwanini nyinyi msiwe na ujasiri wa kuwataja hadharani? Kwa sababu wakati mwingine kumtaja mtu hadharani inasaidia ku, wanasema kuna msemo wa Kiswahili mchawi mpe mtoto amlee. Kwa hiyo wakati mwingine kumtaja mtu hadharani kama tunafahamu ujumbe anazofanya hili tunalijua. Kwa lugha ya Kistaarabu inaweza kusaidia kupunguza makali. Katika hili kundi, mkakati ni kwamba ni mkakati wa hili kundi nilishaueleza katika makala moja ya hivi karibuni kwamba kuna jitihada za baadhi ya watu kutangaza nia ya kuwania ubunge. Matarajio ni kwamba watakapotangaza hilo, kuna uwezekano wa Chadema kuchukua hatua, uongozi wa Chadema kuwachukulia hatua, na inatarajiwa kwamba miongoni mwa hatua hizo ni kuwafukuza wanachama, kwa sababu ni kwenda kinyume na maamuzi halali ya chama. Kwa hiyo Chadema inaweza kufikia hatua ya kuwafukuza wanachama, na endapo watafukuzwa wanachama, basi watahamia kwenye chama kingine, katika hivi vyama wanavyoviita vya mchongo na hicho chama kitapewa support na CCM na kupewa pengine majimbo mawili matatu, uh, ili kuhalalisha kwamba uchaguzi ambao Chadema walikuwa wanashinikiza usifanyike, hata kama umefanyika, basi umefanyika kihalali kwa sababu kuna watu ambao awali walikuwa wanachama wa Chadema, waliotaka kugombea wakanyimwa haki yao wa kidemokrasia, wakaamua kuhama na wakaweza kushiriki na kushinda. Kwa hiyo wanajaribu kutengeneza mazingira kama haya. Ni mkakati ambao unaendelea kufanywa kazi. Kwa hiyo uh, bila shaka Chadema wanaweza wakapata ujasiri wa kuweka hadharani watu ambao wanafanya hujuma za hadharani au za za, za faragani. Kwa hilo litakuwa na umuhimu. Adui wa pili huyu anafahamika na yupo bayana. Adui wa pili wa ajenda ya no reform, no election ni Chama cha Mapinduzi, CCM. Kwa sababu zilizo wazi. Kwa sababu endapo ajenda ya no reform, no election itafanikiwa, CCM itatoka madarakani. Hilo sio swali linahitaji mjadala. Kwa hiyo kwa vyovyote itakavyokuwa, CCM itafanya kila inaloweza kuhakikisha ajenda hii haifanikiwi. Na kinachoitisha CCM ni kwamba ajenda hii ya Chadema imekaa zaidi, zaidi ya kisiasa, kwa maana ya kwamba sio swala majukwani la kampeni. Ni mwelekeo wa ajenda hii ni kuwafikia wananchi. Kwa hiyo Chadema wanaweza kufanikiwa kuua ndege wawili kwa jiwe moja. Kwa upande mmoja, kuwafahamisha wananchi kuhusu ajenda ya no reform no election na wakati huo kuwafungua macho kuhusu maovu ya CCM, kuhusu uzuri wa Chadema na kitu, kwa sababu maovu ya CCM pekee hayamaanishi watu wataiunga mkono Chadema. Mara kadhaa nimekuwa nikieleza kwamba kundi muhimu sana la wapiga kura, kundi muhimu la wapiga kura nchini Tanzania ni watu wasio na vyama, kwa sababu watu wanaojihusisha na vyama, yani, ukichukua wanachama wa CCM na wanachama wa vyama vya upinzani kwa ujumla wao hawafiki hata milioni ishirini na Tanzania ina zaidi ya watu milioni sitini. Kwa hiyo takriban uh, watu milioni arobaini hawajihusishi na chama chochote cha siasa. Ukitoa watoto na watu wengine, yayumkinika kusema basi angalau watu milioni ishirini wengine hawajihusishi na chama chochote. Sasa hili ndio kundi ambalo mara nyingi kwenye chaguzi CCM inalilenga na hili ndiyo kundi ambalo Chadema inapaswa kulilenga kwa sababu hili ndio linaloweza kubadilisha mambo na hii ndio inayowapa hofu cha CCM kwamba ajenda hii ya no no reform no election inaweza sio tu kuwaambia wananchi kuhusu maovu ya mfumo mbovu wa uchaguzi na kushinikiza ubadilishwe au chaguzi usifanyike mpaka mabadiliko yatokee. Okay, lakini pia maovu CCM inaweza kuhubiriwa huko kwa hao watu muhimu ambao wakavutiwa pengine na Chadema na kuiweka CCM. Kwa hiyo kwa kifupi, adui namba mbili ni CCM na jinsi ya kukabiliana naye huyu ni rahisi. Moja ni muhimu kwa Chadema kuhakikisha kuwa ajenda hii ya no no reform no election inakuwa zaidi ya ajenda ya kisiasa, ni zaidi ya ajenda ya chama, ni ajenda ya kijamii, kwamba inawahusu Watanzania kwa ujumla, kwamba Watanzania wanastahili kupata chaguzi zilizo huru, kama wanapokwenda kupiga kura, basi kiongozi wanayempigia kura ni yule wanayemtaka, sio kwa kulazimishwa kwa sababu mtu amepitishwa katika mazingira. Tunakumbuka katika uchaguzi wa 2020 na lundo, kulikuwa na lundo la wabunge waliopitishwa um, bila, bila, bila mpinzani kwa sababu wapinzani wao walizuiliwa. Kwa hiyo huko ni kuwanyima Watanzania haki ya kuchagua viongozi wanaowataka. Kwa hiyo moja ni hilo la Chade, Chadema kuwa na jukumu la kuwafahamisha Watanzania kuwa, lakini la pili ni uadilifu wa viongozi. Kwa sababu uadilifu unawatofautisha wao na hawa, ndio maana baadhi yetu huko nyuma tulikuwa tunajaribu kila mara wanapotokewa na Chadema kwa sababu kwa bahati mbaya ya Chadema ukiwakosoa kuna watu wanatukana mtandaoni nawambia ni muhimu sana kuwadhibiti hao wanaotukana, kwa sababu athari zake ni kwamba nyinyi na CCM naonekana ni kitu kimoja, baba mmoja, mama mmoja, tofauti mmoja kwa madarakani, mwingine ni mpinzani. Kwa ni muhimu kionekane kwamba hawa ni tofauti, inasaidia unapokwenda kuhubiri. Kama wewe ni msafi zaidi ya yule unayemkemea, ni rahisi mtu kushawishika. Adui wa pili nimesema huyo CCM. Adui wa tatu wa kwanza, kwa sababu watatu ni ndani ya Chadema yenyewe, pili CCM, wa kwanza ni Kitengo. Mara nyingi mimi nimekuwa nikieleza kwamba Kitengo ni kina kitu ambacho ni neno la kibiolojia symbiosis, kwa nafahamu kwamba ina symbiotic relationship na CCM, na iko this simple Kitengo kinaachiwa kufanya vitu vinavyofanya, ikiwa pamoja na masuala ya fedha Pasipo usimamizi waioo anybody else na CCM wanakuwa na mezea, kwa sababu nayo inapokuja kwenye masuala kama ya uchaguzi na nini, wao wanapata sapoti wanapata kutoka kitengoni kitengoni. Kwa hiyo ni uhusiano ni, ni wa kusaidiana, mimi nakupa hili wewe unanipa. Nipe nikupe. Yaani unaita yeah, nipe nikupe, kwa hiyo yeah, uhusiano wa aina hiyo. Kwa hiyo um, katika mazingira ya kawaida kitengo hakiwezi ku entertain ajenda ya no reform, no election kwa sababu itaiondoa CCM. Na CCM kama nilivyosema ni hiyo uhusiano uh, wa, wa symbiotic relationship ambao wanategemeana kwamba uwepo wa mmoja unamsaidia mwenzie, ni kama katika siasa za Urusi, nchi inayoitwa Urusi uh, siasa za Urusi ziko hivyo. Urusi ni moja mmoja ziwatadola kiintelijensia, kwamba kutofautisha kati ya dola na taasisi za usalama ni vigumu kwa sababu ni kama zimeungana kama kitu kimoja, na hii ni kutokana na ukweli kwamba dola ya Urusi imetengenezwa na waliokuwa wana usalama, maafisa usalama wa ile shirika lililokuwa likiitwa KGB, shirika la ujasusi la Urusi. Kwa hiyo kama badiliko aliyotokea baadaye, wale watu walivyotoka kwenye intelijensia wakaingia kwenye siasa. Kwa hiyo, uhusiano kati ya siasa na intelijensia ni kama kulwa na doto vile, na kwa kiasi fulani siasa zetu za Tanzania ziko aina hiyo. Kwa hiyo, hii ni changamoto. Uh, ni uadui ambao well, kwa sababu maslahi ya, ya kitengo yanategemea uwepo wa CCM definitely. Uh, mafanikio ya Chadema yanaangaliwa kuwa ni changamoto kwao. Hili jinsi moja ya mbinu ya kukabiliana na changamoto hii ni kwa viongozi ni lile lile suala uadilifu. Uh, watu wanapokuwa na matumaini wanaweza kuchukua kuchuku take risk. Kwa mfano huko nyuma Chadema ilipokuwa chama tegemeo Uh, chama kimbilio kwa Watanzania, baadhi ya watumishi wa serikali walikipatia chama hicho nyaraka. Miaka ya nyuma Chadema ilikuwa moja ya vitu vilivyofanya Chadema kuwa maarufu ni ajenda yake dhidi ya ufisadi, na katika ajenda hiyo ya vita dhidi ya ufisadi ilikuwa ikipata nyaraka kutoka serikalini, na baadhi hizo nyaraka zilikuwa zinatoka kitengoni, kwa sababu watu walikuwa wako tayari ku risk ajira zao, kwa vile walikuwa na imani na hiki chama. Kwa hiyo kama Chadema inaweza ikajirudisha kule ilikokuwa Kua chama cha kuaminika kwamba mtu yuko tayari kuriski ajira ya yake basi hata ndani ya kitengo kuna watu wanaweza kuisupport na jingine ambalo inaweza kufanya bila shaka wao wanawafahamu watu ambao pengine ni watumishi wa zamani wa kitengo ifike sehemu wao wawe na ujasiri wa kuricha out kwa wale watu kupata ushauri hivi tunakabiliana tunakabiliana vipi na mkwa. ni rahisi kukabiliana na sisi ni rahisi kukabiliana na tume ya taifa ya uchaguzi lakini ni changamoto kukabiliana na kitengo basi mimi naomba niishie hapa. A, tutakutana tena wakati mwingine, niwatakie wikeni njema jema. Asanteni na kwaheri.